By so saying, turn your Bibles now to Exodus chapter 12. Kutoka sura ya kumi na mbili. Kutoka sura ya kumi na mbili. fungu la kwanza alafu tutaruka mpaka fungu la sita. Hakikisha uliyekaa naye akusumbui hata kidogo, maana hivi vitu vinahitaji usikivu wa zaidi ya kawaida. We are going beyond reasoning. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia Nisikilize kwa makini. Bwana akanena, alafu akawaambia. "Iki kirai utakikuta agano lote jipya soma mambo ya Walawi, soma kitabu cha Kutoka, utakuwa tu unasikia hilo neno Bwana akanena, alafu akawaambia. Mwandishi anataka ujue kwamba there is a difference, kuna tofauti kati ya kunena na kusema. Mungu kabla hajasema huwa ananena kwanza maana ya neno kunena ni kujifunua, Mungu anachotaka kusema ni nini? ili uappreciate nilichokisema, nijue kwanza mimi ni nani. When you understand who I am you may heed to what I say. Utakaponielewa mimi ni nani, utatii nitakachokisema. Kwa hiyo, Mungu kwanza amenena na Musa na Haruni, keshajifunua kwao ili alipomaliza kujifunua ndio sasa akasema, akasemaje? Fungu la pili, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Neno hili kwenu limebeba kilai cha neno taifa pamoja na kwamba wako Misri, chini ya utawala wa Misri, Mungu anawaambia leo, nimesimama kuwatangazia uhuru wenu, ya kwamba ninyi siyo makabila kumi na mbili, ninyi ni taifa. Jamani, haleluya! I pronounce you a nation. Ndio maana baadaye kwenye kumi na tisa anaenda kuwapa kuwa sifa za hilo taifa, anawaita taifa teule. Jamani, haleluya! Teule, alafu ndio, Mungu anawaambia huu kwenu utakuwa ni mwezi wa kwanza. Mungu hapa anazungumza ni mwezi wa tatu, Machi, kwa kalenda ya Wamisri. Lakini Mungu anawaambia, sikiliza, nataka muwe mna tofauti, yaani hata kuhesabu miezi kuwa kuna tofauti. Yaani hao Wamisri sitaki mchangamane nao, wekeni mstari hata kwenye tarehe zenu. Na ndio Bwana anataka niwatie moyo, hata na sisi pia tuko katika Misri ya leo, lakini ndani ya Misri ya leo Mungu ametutangaza kuwa taifa lake takatifu, na hata kalenda ya Misri sio ya kwetu. Maana kalenda ya Misri inasema Jumapili ndiyo siku ya saba, lakini kalenda ya sisi taifa la Mungu, aa, Sabato ndiyo siku ya saba. Ni kweli tuko Misri, ila kalenda ni tofauti jamani. Haleluya. Saa yoyote mtakapoona hatuna tofauti na wao, tumemezwa. Unajua zamani ilikuwa ni lengo la kanisa kuingia duniani, sio dunia kuingia wapi? Kanisani. Ngoja niwafundishe kutokea kwenye haka kakitu, alafu niendelee na fungu la sita. Wote mnajua mapulizo, mnayajua, the balloons, haya watoto wanapuliza, ya kupambia kwenye harusi, si ndio? Nikichukua ili pulizo nikalijaza hewa likajaa, alafu nikachukua ncha ya sindano, nikachoma litafanyaje? Simjibu nisikie, litafanyaje? Na nini kilicholipasua? Lakini mtu wa physics atakukatalia. Kwa nini atakukatalia? Nilipochukua hii balloon, I put pressure inside, niliweka mgandamizo, nikaweka. Nilipochukua sindano, nikaleta mgandamizo. Kwa hiyo kuna mgandamizo ndani na mgandamizo, kutoka wapi? Nje. So nilipoanza kusukuma mahali ambapo haikupasuka, ni kwa sababu mgandamizo wa nje na mgandamizo wa ndani vimelingana, ila mgandamizo wa nje ulipozidi wa ndani, ukakubali mgandamizo wa nje uingie, kwa hiyo likapasuka. Ndivyo ilivyo dunia na kanisa leo. Dunia imeleta pressure. Kanisa nalo linaleta pressure. Pressure gani iliyoshinda? Ya dunia imeishinda pressure ya kanisani. Tulikuwa tunaimba vizuri. Zamani hata mwadventista kuimba anaweka mkono hapa usingeona. Lakini saa hizi kila wanaokuja hapa kuna kamkono kanacheza. Nyie uzuri mmekaa huko hata nawashukuru kuweka huku viti Unajua, nyinyi mnawaona kwa mbele, sisi tunawaona kwa nyuma. Sisi tunaokaa huku nyuma huku tunapaona huku, wakati wa uimbaji, sisi ndio tunaoona ni minenguo tupu. Dunia imeshaingia kanisani. Zamani ilikuwa ni ngumu kumkuta muadventista kavaa heleni, lakini leo wanazo Jumamosi hawazivai, subiri kesho kwenye harusi sini mshiriki huyu, ndio samani. Hatukuona mivao mnayovaa leo kanisani, mmeanza kununa, na hapo ndipo ninapopapenda sasa. I love that part, mnaponuna, maana mlikuwa mmetabasamu sana. I love that part. Hawa wazee wa zamani, hawa akina mzee Mkama tulionao, akina mzee Mcheja, waulizeni. Hawakuona watu wakivaa hivi kanisani leo. Hawakuona mama ameacha matiti nje. Ni presha ya dunia. Hatukuona wanawake wa hili kanisa wamesuka malasta. Hatukuona, lakini shida ni nini? Presha Unaenda ofisini na kipilipili chako umekipiga palachichi kimeng'aa namna hii, unakutana na wenzako na wewe shoga za huko, hizi nywele zako ni kupeleka saluni, na wewe kesho, pressure pressure ya dunia imekuwa ni kubwa, wapendwa, imezidi pressure ya kanisa. So badala ya kanisa kwenda kulitawala dunia, kuikonka dunia, leo dunia ndiyo imeingia kanisani na kutawala. Gomvi kanisani leo ni kitu cha kawaida kusikia. wanakwaya wanabifu ni kitu cha kawaida pressure. Watu kuja kanisani mchana wakapotea wasurudi ni kitu cha kawaida pressure. Pressure imekuwa ni kubwa, lakini katika hili juma tumezidi kumwomba Mungu, sabato ziwe ni sabato za utakaso, tukaishinde pressure ya dunia.